Uwezo wa shule hii ni wanafunzi mia mbili kwa mwaka. Leo hii wanaotoka Maswa wako watatu. Hii shule ingekuwa kule Kilimanjaro usingepata nafasi. Hapa mnataka umwana mwalimu kwa mlango wa nyuma ili upate nafasi. Ujuzi unafundishwa hapa, hapa. tunajenga na shule nyingine mwakani, tunafungua shule ya ufundi badala ya kusoma watoto wetu wa hapa maana yake watatoka wageni kutoka sehemu mbalimbali watasoma hapa, halafu nyewe mnasema nota hapo. Natoa wito kwa wana Maswa, mlete watoto wasome ujuzi na ufundi. Ni aibu shule iko nyumbani. Wanaogarajia leo wako thelathini na moja, ishirini na nane wanatoka nje ya Maswa, ni aibu. Watu wanatoka Dodoma, anasoma hapa, narudi na ujuzi. Wewe mwenyewe unakaa, unasukuma ng'ombe, unachuma ng'ombe, maarifa iko hapa. Kwa kweli kwa shule, mimi nimesikitika sana kwa waenyeji wetu wakazi wa Maswa kutokutumia hizi fursa. Ni aibu kwa Maswa. Wazazi, tutumie hii fursa. Faida ya ufundi, ajira ni leo, leo. Yaani utafutie ajira unapata leo leo. Ukiwa fundi semala, kazi za semala siku nyingi. Shule zetu zinahitaji madawati, shule zetu zinahitaji milango, zinahitaji madirisha. Ukiwa ufundi welding, ukiwa ufundi wa ushonaji, ndiyo usiseme, fursa ziko uliesoma ufundi hapa. Utamshinda maisha mtu aliyeenda akamaliza digrii. Kuna watu waliomaliza chuo kikuu, sasa hizo wanapaswa waje hapa wasome ujuzi, kwa sababu kule tumefundishwa nadharia, hapo wamefundishwa taaluma ambayo itakuwezesha kujiajiri. Niombe sana wana Maswa, kwa kweli mimi kwa nafsi yangu nimekasirika, kwa sababu nilitarajia watoto wa nyumbani wamejaa hapo. Ni aibu kabisa. Ada ya hii shule ni kidogo sana, alafu hatuna nini, hatuna watoto aka. Kwa hiyo mwongeze kasi ya kudahili na mfanye matangazo.